Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi, waheshimiwa mawaziri, manaibu mawaziri, waheshimiwa wenye viti wa kamati mbalimbali za kudumu za Bunge letu tukufu, waheshimiwa wabunge Mheshimiwa mume e, wa marehemu, mamoja na familia, mabibi na mabwana, kwa mara nyingine tena, kifo kimetunyang'anya mmoja wa bunge wa kipekee sana katika bunge la Jamhuri ya Muungano. Kwa sababu tunapomkumbuka Mheshimiwa Eugene Mwaiposa tunakumbuka tuna wabunge wa aina ya kipekee sana katika bunge letu. Mheshimiwa Eugene Mwaiposa alikuwa mmoja wa wabunge ishirini na moja huu wanawake waliochaguliwa katika majimbo wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na kumi asilimia tisa ya wabunge wote wa majimbo wa bunge la Jamhuri ya Muungano ni wanawake, na Mheshimiwa Eugene Mwaiposa alikuwa mmoja wao. Kwa hiyo ni mbunge wa kipekee kabisa katika bunge letu. Lakini sio hilo tu, Mheshimiwa Eugene Mwaiposa alikuwa mbunge wa jimbo la Ukonga katika jiji la Dar es Salaam. Jimbo la Ukonga ni moja ya majimbo yenye watu wengi sana katika nchi yetu, na liko katika mji mkuu wa kisiasa na wa kiuchumi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kushinda jimbo la aina hiyo ukiwa mgombea mwanamke sio jambo la kawaida na sio jambo rahisi sana. Kwa tunaposema mheshimiwa Eugene Mwaiposa alikuwa mmoja wa wabunge wa kipekee, hiyo ndiyo maana yetu, mheshimiwa Eugene Mwaiposa. Kwa sababu hiyo alikuwa ni mbunge mwenye ujasiri na uwezo mkubwa sana, na alikuwa mfano sio tu kwa wabunge wengine wa jinsia yake, lakini alikuwa mfano kwa sisi wengine wote. Leo tumekutana hapa kumuaga. Kama Mtume Paulo alivyopigana vita vilivyo vizuri, safari yake ameimaliza, imani yake ameilinda. Na kwa sababu hiyo naomba nichukue nafasi hii kwa niaba ya kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwapa pole sana kwanza mume wa marehemu, watoto wa marehemu, ndugu jamaa na marafiki wa marehemu, wananchi wa jimbo la Ukonga ambao aliowakilisha kwa ujasiri na kwa uwezo mkubwa. Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wabunge wote, na Watanzania kwa ujumla, kwa siku ya huzuni kwa kupotewa na mbunge wetu Mheshimiwa Eugene Mwaiposa.